Kwa hiyo utakwenda chumbani si ndio? Basi vua shati, huwezi nikusaidia kuvua. Avua mwenyewe kabla sijakusaidia. Vua kwa maana kweli Mungu ana mwanangu

agamakibwana kataa jam hajataki kufanya jambo hilo kwa nini amevua shati sasa? Engu mimi mwanangu Laila kipenzi na mume wangu tutaenjoy. Mmea wangu, vipi umefanikiwa kumkamata Kibula? kumkamata nimempiga kipigo cha mbwa mwizi. Ha, wewe mume wangu hapo nimefurahi. Yaani kwa jambo hilo umpiga hivyo nimefurahi. Hivi mume wangu Kibula mimi anachukuliaje? Yaani anachukulia eh? Yaani kama mimi mtoto mwenzake eh? Nimemwambia hapa nyumbani asikanyage, akikanyaga hapa nyumbani namvunja miguu yote miwili, anakuwa kilema wangu umefanya jambo la maana, lakini sawa. Kibula hayupo, Feti hayupo. Je, kuhusu wa mjomba wake yule? Senyewe tunakaa muundano kwa ajili ya Kibula na Feti, tumekabidhiwa hizo mali ili tuwatunze wale watoto. Kuhusu sijui mjomba wake, sio jomba zake wewe, au niachie mimi. Ndio nitajua jinsi ya kudili nao, nadhani umenielewa vizuri. Sawa, lakini sije tukafukuzwa huko ndani, tutaenda. Wewe wala huna haja ya kuogopa, niachie mimi, liswala nitalimaliza mwenye. Sasa mimi kinachonishangaza kama wewe tu anakufanyia hivi, je, itakuwaaje Lela? Sitakuja kumbaka hata lela yule. Ndio maana mimi nakwambia huyu mtoto amebadilika sana, ana haja kukaa huko ndani. Sasa hivi ashakuwa kama chokolaa yule, ana tabia za kiuniuni sasa ila mangu, mimi naogopa ndo maana nikakwambia, ili swala wewe niachie mimi mwenyewe. Sawa, hakuna shida nitalifuatilia, na kuhusu sijui, huyo mjomba wake nilikwambia, akikanyaga hapa nyumbani, niambie. Mimi naenda ndani. Umbavu sana mtoto, mtoto kabadilika, si itabidi kazi itoe wapi? Madam. Hapana, madamu namba tuzungumze. Karibu baba, karibu kibola. Asante madam. Bibi, mbona kama huko sawa? Madam, nimefukuzwa nyumbani, nimefukuzwa nyumbani. Kwa nini? Leo nilikuwa nafanya usafi nyumbani, wakati nafanya usafi, mama mdogo aliniita akiwa chumbani kwake. Nilipoenda kumsikiliza, nilimkuta yupo li... kwenye mazingira magumu sana ya chumbani kwake, aliyakuwa akiwa uchi. Kwa kuwa nilimheshimu sana, nilishindwa kukaa mle chumbani, kwa sababu alinitaka nifanye naye mapenzi. Nikaamua kukimbia. Wakati nakimbia, alinizuia nisitoke nje. Wakati nimesimama naye sebleni bado alinitaka nirudi naye chumbani, ila nilikataa. Alinilazimisha sana nivue shati, niliamua kuvua ili kumtii tu, lakini kumbe mwenzangu alikuwa na plani zake.

kumwamini kan kulipata kule chumba Kibula namuuliza, Kibula huko hapo tena, nakuambia na kumisi wewe, ati nataka kuonja sala mba babako anaonja alipotukuta kwenye mazingira haya baba, wow. <laughs> baba mdogo alijua mimi nataka kumbaka mke wake. <sighs> Baba mdogo alinipiga sana, alinipiga ila nilipopata nafasi niliamua kukimbia na asirudi tena nyumbani. Kibula, nakupa pole sana kwa aliyokukuta, natamani sana ningekusaidia, lakini unamjua vizuri sana mume wangu. Naweza nikatamani na na ukae hapa, lakini mume wangu anaweza kusema mtoto wangu wa nje au mtu wangu. Hata ndugu zangu pia hapendi waje wakae hapa kwangu Ulitka, oh, kule na moja kwa moja kwa Madam. Sikuwa na sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi yako, kwa sababu wewe ndio ulikuwa rafiki mkubwa sana mama wangu na alikuamini sana, ndio maana akatuacha sisi kwako. kwani hauna ndugu mwingine tofauti na baba yako mdogo? Nina wajomba zangu. Embu, embu unaenda kwa mjomba wako. Alafu mimi nitakufuatilia nijue. Madam, natamani ningeenda kwa mjomba zangu lakini mjomba na familia kubwa sana kiasi kwamba nashindwa kwenda kwa sababu naogopa nitakuwa mzigo kwake. Hembu nenda, alafu tujue atakusaidiaje. Sawa sawa, Madam, uwe na siku njema. Umekula? Ndiyo madam, nimekula. Chukua hata hichi kidogo, kusaidia kwenye nauli, chukua. Asante. Sisi tuliozaa watoto, Mungu atusaidie, tuishi miaka mingi, tuwalee watoto wetu mpaka wakue Mana hawa watoto wangekuwa na wazazi wao wasingeteseka hivi. <sighs> Nisamee sana rafiki yangu, unamjua vizuri sana mume wangu, nimeshindwa kuwasaidia watoto wako. Nisamee sana uko ulipo, nisamee sana. Habari yako? Mzuri tu madam, karibu sana. Vipi kuhusu ile swala la shule la watoto, mbona kimya mpaka leo? Kama nilivyokwambia, nadhani wanakaribia kwenda shule. Mm, Kibula iko wapi? Atakuwa ndani, mteniangee naye. Nimekumbuka alitoka katoka tena. Ndio. Afu mimi usinifiche. Mimi najua kila kitu. Usinifiche chochote. Najua kila kitu. Kama mmemfukuza hapa nyumbani, Kibulu. Ina e maana Kibulu alikwambia kila kitu. Najua kila kitu. Mmemfukuza hapa nyumbani. Unajua nini? Kazi mbaya kwenye nyumba zako. Eh? Mwanamke mzima hata aibu uone. Mwanamke, oh, fedhuli wewe. Wewe, oh, mwanamke nimekuvumilia muda mrefu sana. Nimekuheshimu wewe. Kumbe zitabea anataka uziache. Hivi wewe eh? Dada, hayo tu unafanya kwa ajili ya tamaa. Hii nyumba unaizi mali au? Mimi na tamaa hii nyumba gani? Kwa hii nyumba hii inatoka, usingekuwa na tamaa, ungefanyia mtoto wako mambo mambo gani? umemfanyia mtoto wako hujui eh? Sijui mambo gani? akati mimi naangu kaona mbele ya macho yake. Huyo Kibula kakusimulia ku, ka tu kwanza. Samani siongee na mbwa, naongea na mwenye mbwa. Una uhakika kwamba Kibula akafanya yote anasema, mkeo? Sisi wanake tuna roho mbaya sana So kila unachokiona unadhania ni kweli, fuatilie ujue kilianzia wapi mpaka ulipofika ulipo ukakikuta bila madam. kwa hichi cha leo kwa macho yangu mawili nilishuhudia kibula akitaka kumbaka mamake mdogo, ndio mangu naona mangu kaona mbele ya macho yake. smi nimsingiza kibula ili weji nitapata faida gani? ulesikama mtoto wangu kama ungefanya ungeyafanya afanya. Huyu mke wako huyu ni muongo. Huyu mwanamke ndio alimuita mtoto chumbani kwake, na mtoto aliingia, mwanamke kwa uchi huyu mama. Uongo uonoaishiamsta kugoma na mimi na wewe. Mimi naweza kuvua ngombe ya mtoto wangu, naweza kuvua ngombe ya mtoto wangu, kani sijaona hata mpaka nifate Kibula wanaume kwa nje nikavua ngombe ya mwanangu, natafuta nini? Watu tuheshimiane. Mimi siwezi kufanya mwana nimevua nguo ama na kunimwambia kufanya mapenzi. Kuwa na aibu wewe mwanamke. Hivi una nini wewe? Una nini? Madam, ina maana Kibula ameanza uongo. Uongo? Wewe unamwamini mkeo? Mimi nimemkuta Kibula hapo akiwa kavua shati. Ah. Anapambana na mwake mdogo. Ulikuwepo toka mwanzo? Kilo toka mwanzo mimi silijui. Ninachojua Kibula alitaka kumbaka mama. Unakuta chumbani sebleni? Sebleni. Eh, hey. Sasa umejisa kama alikuwa anataka kumbaka, na hapa tumekuta sebuleni, yaani mmeona, si bitu nikwambie tu ukweli. Leo Kibula akanifanyia mimi hivyo, angemfanyia Leila, singekuwa aibu mwandani. Upo sawa, mke wangu? Hivyo wewe, babake mdogo Kibula, ingekuwa Kibula ni mwanao kumzaa, ungemfanyia unayemfanyia? Ungefanya kitu bila kujua sababu ni nini na kilianzia hapo mpaka ikafikia hapo? Una uhakika na hicho mke wako anachokisema wewe kwamba mtoto kambaka huyo mama? Kwa tabia huyu mama, ujeuri wa huyu mama, kweli Kibula anaweza kambaka. Tabia zote anazofanyia mbaya, Kibula anaweza kambaka huyu mama. Huyu madam, usije ukamwamini kabisa. Tunajua saa hivi vizazi vya 2000 sio vya kuamini kabisa, na tabia mbovu mbovu. Ah, mama wewe koma ishi hapo hapo ni kizazi cha 2000. Mimi mme wangu huyu kengine huyu, uh, unamtaka mme wangu ya unamtaka mme wangu? Nimtake tapeli? Unamtaka, unataka kuwa mke wa pili mundani, sema Nimtake tapeli, we dada. Nimtake tapeli. Nampenda. Nimpende huyu tapeli. Ndio. Mkitafuta mali zenu ngeona hata wa maana. Sasa madam, kwa hapa tulivyofikia, naona unanivunjia heshima. Nilikuwa nakuheshimu sana. Ndio mme wangu humu ndani. Hatuwezi kuishi kama na watoto kama Kibula wenye tabia chafu. <laughs> Wao aishi huko mtaani kuliko kuishi humu ndani. Sasa babake mdogo Kibula, kama hamuwezi kuishi na watoto wenye tabia mbaya, na mlikuwa mnakaa kwa ajili yao, kwa nini msiwaachie nyumba yao? Nyinyi ndio mkatoka na mkeo na mtoto wako. Umesemaje madam? Kwani hujasikia hapa si kwao? Kwa nini watoke wao wenyewe, mbaki kwenye maisha ya kawaida? Tunapopanga nyumba, ukichoka ukaa na mwenye nyumba, unaondoka. So lazima wewe unaweza kumfunza mwenye nyumba kwenye maisha ya kawaida hivyo? si mwalimu wewe? ndio ni mwalimu pia. Ni rafiki, mamao, hujui hilo? ni rafiki wa mamao marehemu, hujui hilo? Sasa wewe ni mwalimu, lakini naona wewe cheti chako utakuwa umefoji, naomba uondoke na hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, hizi mali hamtaka mzipate kam kamwe, na roho za marehemu zitawatesa nyie kwenye hii nyumba. Mnavyowatesa tutaona na jinsi ndio mtakapoteseka na nyinyi. Mnazanishiwa wamekufa, roho zao zipo hapa, wapo na naona mnachowafanyia mnachowafanyia. Ndiyo, naomba uondoke, natoka toka. Na, ndio toka. Mwanamke fedhuli na mewe na tabia za ovyo. Na usirudi hapa na vyeti vyako vya kufoji. Nini? Ndio nakwambia hivyo. Acheni tamaa. Acheni tamaa yenu. Ya kwako amekushinda kwa tia mambo yao. Ah, tunakuhusu. Inti, mambo poa. Ujambo. Ujambo. Shikamoo. Mbona umekaa kwenye maeneo ambayo ni maeneo lafu hayaendani na wewe? Yani maeneo yako lafu kabisa machafu. Nini shida wani? Mimi nimefukuzwa. Umefukuzwa? Ndiyo. Uh, kwani nyumbani wewe ulikuwa naishi na nani Nyumbani tulikuwa tunaishi mimi na ba mdogo na ba mdogo ndio walionifukuza nyumbani, ma mdogo na ba mdogo. Kwani wazazi wako wako wapi? Wazazi wangu wametangulia mbele zake kwa, kwa hiyo yeah. Wewe ni mtoto tu wa mtaani, na tokea wamekufukuza nyumbani umepita muda gani? Wiki ya pili tu tangu umefukuzwa wiki mbili wamekufukuza na wewe unalala sehemu gani? mi nalala mitaani tu, sina sehemu kukaa. Kwanza hapo ulipo umekula ja? Mimi nataka nikusaidie. Sawa, nataka nikusaidie kwanza upate chakula alafu pia ndakusaidia sehemu ya kulala masuala mengine nafikiri, tutazungumza tuta tu baada ya kupata sehemu ya kulala. Huko ndaka kuupeleka sehemu kulala. Sawa, ndio kaka, Mungu atakubariki kama wako ujitolea. Yeah, haina shida, kubarikiwa haina shida, tumebarikiwa sana. Sasa mi naona kunyanyua tu, ndio ukapata chakula, afu masuala mengine tutayamaliza huko tu kwenye kulala kufanya nini. Sawa, ah, sasa unaweza ukainuka kaondoka.

Basi utafanya kama tulivyoongea. Hii utaniingizia tu kwenye akaunti moja kwa moja. Sasa umesikia? Sa. Huko nako kupeleka ni nyumba nzuri ila sema funguo zipo sa. Sa, ma, na ndugu yangu mmoja. Sasa wewe utanisubiria hapa nikachukue funguo afu ntarudi kukufuata. Sio umekula lakini wewe. Umeshiba ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Nakushukuru tu. Sawa. Basi huko utaenda kufurahia zaidi kwa sababu ilikuwa ni njaa tu bwana. Wewe nisubirie tu hapo, nachukua kwanza funguo afu nakuja. Sawa sawa, nisubiri hapa usiondoke. Ndio, eh, usiondoke, nikukute hapa hapo. Ndio ni mambo yaende, brother. Kiu ni samani mmoja, eh bwana. Sawa kiongozi. Basi bila samani bwana, naweza nikakuuliza kitu hisi? Hauliza tu hapa loji au guest naweza kupata wapi? Loji. mm, loji, loji. Mwona kile kibao kile lile geti la pili hapo kwenye geti ilo la blu li. Ah, ichi kibao ichi? Ah, ye. Yeah. Unajua <laughs> Ndo pale nzi. Ah, kuna kabinti nimekapata, si unajua. E, oh, mwanaume unaelewa bwana bwana mpata kichenchede mzee, hapo kwenye kona. Kwanza tengeneze mazingira kwanza, vijana bwana, sawa bwana, si tushaoa bwana, tumeamua kutulia bwana. Sawa, sasa saizi havina gharama sana ngoja nikachukue mara moja. Basi, sawa Badilika wewe, mbona ubadiliki? Ah, unajua wewe madam. Wewe hujajua tu, unajua wale watoto wale wana tabia mbaya sana. Wewe ni mwalimu wao, nashangaa haujui tabia za wale watoto. Hivi nyinyi walimu mkoja wa sasa hivi mnafuatilia tabia za watoto kweli? Sasa msikie funguo nimeshazipata. Sasa mimi nafikiri tusipoteze sana twende tusishukuru. asante asante. E sana. Eh, sana bwana, sishukuru mimi, sipendi unavyokuwa e, unashukuru shukuru sana bwana. fungu nimeshazipata twende, ukapumzike. Ukapumzike sawa? Kauze siku nyingine, wewe unachunguza kabla ya kufanya tukio, sawa? Eh? Chunguza kwanza ndo mfukuze mtoto nyumbani. Wewe unamfukuza mtoto nyumbani anaenda wapi? Mimi nilimshuhudia Kibula kwa macho yangu, lakini wewe bado unakataa. Unani mke wangu unamkatalia, unamwona kama mke wangu anamwonea kibula? Ndio, anamwonea kibula ajambaka. huo ni uongo. <coughs> <coughs> unaamini hivyo, lakini mi niliona kwa macho yangu mwenyewe. Mi nadhani hiko siku utanielewa vizuri mada